Tena mume wa mtu hata alipokuwa anaenda hiyo kanisa amemwacha ame nyumbani. Mume wa mtu anasema, alisivu. si so? ukarudishe kwanza mume. Mume wa mtu si so? ukarudishe kwanza ulivyoiba. So, yani kahaba kabisa. hata aliyempangisha nyumba ni mume wa mtu, ndiye anayemlipia, ndiye anayempa nguo, ndiye anayempa kila kitu afa na koma alisivu. Hili watu wanatafuta baraka za kimwili Yesu kitaka uwe mhubiri unayekubalika sana, shughulika na maisha ya watu ya kimwili sio ya kiroho. Ndio maana angalia hata posta zetu hizi hizi za matangazo, uh-huh. Haya, yangalie tunavyoyaandika wagonjwa na wenye shida mbali mbali wataombewa. Uliwahi kuliona tangazo linasema na walevi watatubu? Uliwahi kuliona tangazo na maraya wataokoka? Uliwahi kuliona tangazo nasema na wachawi watarudisha matunguli yao? Uliwahi kuona wanasema sijui watu wataponywa kiroho? Yaani, tunashughulika na mili tu, ili tuwashawishi. Fanya biashara za kwako, uwe na disiplini, achana na makahaba, achana na, ku, na kutumia mali hovyo hovyo, tulia. Utajenga nyumba, utanunua gari, utafanya kila kitu. Kama ufanyi kazi, utaendelea upande kuwa masikini, unabaki tu.